kwa sasa wanaongoza shughuli hiyo katika shule ya St Morris Mwira huko Kakamega. tumefurahi <coughs> <coughs> kuja pande hii. E, nimekuwa nikizunguka nchi hii, nilikuwa Makueni, nilikuwa Baringo, uh, Muranga huko lakini ilibidi sasa, ilibidi ni, ni, ni jaribu kuleta huku na kwa sababu natoka kakamega ndio direct alikuwa anasema sino... ndio tumepeana tank mingi lakini <laughs> tutajaribu as we have promised we will we want to impact our, our society positively and students you are the future you are the future of this country so we must invest in you i'll make very uh, brief remarks here tunaelewa um... kizungu sio haya sawa